Unajua uh, mambo ya kula yanaanzia kwenye mfumo, jinsi ambavyo tumekuwa tukila siku zote, huu mpango mkakati wa wali mwingi ugali mwingi na kasoda, eh, eh, sambusa kidogo mikate, huu eh, mfumo wa standard american diet umebadilisha chemistry ya ubongo wetu, utendaji kazi wa ubongo kiasi kwamba hatuwezi e, kupingana na vyakula ambavyo vimetutengenezea uraibu uraibu. E, uraibu maana yake ni vyakula ambavyo huwezi ukaviacha. Ukiviacha nafsi itataka, yani kama usipokula mbele yangu basi utakula ninapokutegea kisogo, yani utakula hata kwa kujificha. Ni sawa tu na mtu ambaye ana adikthen na heroin cocaine, ana adikthen na pombe, ana adikthen na bangi, ana adikthen na sigara vile vile vyakula vya wanga na sukari vinaleta addictions kiasi kwamba unapoviacha unapata eh, withdraw symptoms, dalili za kuvihitaji. Unashangaa mapigo ya moyo yanaenda mbio, unaishiwa nguvu. Kumnasua mtu kutoka kwenye hiki kifungo inahitaji nguvu sana. Hata watu wenye uzito mkubwa hawapendi kuwa hivyo walivyo. Nimekuwa nikihudumia watu wa namna hii kwa miaka mingi. Anakwambia daktari, sipendi hivi nilivyo, napigania mwili wangu uwe mzuri, lakini nashindwa addiction ilizo nazo. Mtoto toka anapokuwa mdogo anapoanza kula ametengenezewa uh, uh, ulimi uh, au uh, ulimi wa kupenda vitu vitamu. Sasa leo hii anafikisha miaka thelathini Unaanza kumwambia mama, uzito wako ni mkubwa sana, kabla hujabeba mimba, pungua. Anakushangaa ana, ana maana, kwa sababu tayari kuna kuna, kuna, kuna yeye e, alafu kuna subconscious, e, tutu, tuseme ni kwamba kuna Dorini alafu kuna kimvuri cha Dorini. Kile kimvuri cha Dorini ndicho kinachoendesha kiwiliwili cha Dorini. Kile kimvuri cha Dorini ndicho ambacho kimeathirika na sukari kunakuwa na ubongo ambao umeathirika na sukari, ambao ndo unauguza kile kiwiliwili halisi. Umeona hapo kwa hiyo okay. kwa hiyo kuna changamoto sana katika kumsaidia mama ambaye aa, anataka kubeba ujauzito kwa sababu toka mwanzo ameathirika na vyakula. Kitu kingine ni kwamba aa, mama anapokuwa mjamzito, madaktari wengi tunaamini ya kwamba E, vyakula vya wanga ndo vyakula ambavyo vinaupa mwili nguvu na joto, kitu ambacho sio. Moja ya vyakula ambavyo havihitajiki kwa wingi kwa mama anapokuwa mjamzito ni vyakula vya wanga na sukari. Vyakula ambavyo vinahitajika kwa wingi kwa mama anapokuwa mjamzito ni vyakula vya protini. Sasa hivi ndo vyakula ambavyo anatakiwa vikumbatie mama mjamzito, lakini ndo vyakula ambavyo vinapigwa teke. Alafu changanya na huyu mtu ambaye eh, hana elimu.